Bal kay udhakkir nafsi shwaya wa anfusakum wa ufidakum bima afadani Allah. Waislamu, chukue fursa hii kwa mara ya pili kuhusieni namipia kuusiani nafsi yangu kumcha Allah napata mwenu na kutekeleza sunna za Mtume, Ibra katika qasas, katika simulizi za waliopita kabla o sisi moja kati ya wanawachuoni wakubwa katika watu wa kale akiitwa mzee Kapan, mwanawachuoni ambaye ametakapa katika ni biashara, amesomea tiba za miti lakini pia elimu ya anga anayo katika tafiti zake na elimu zake. Siku moja akaona ipo nyota itakuja kuteremka ulimwenguni na nyota hiyo itakuja tarehe fulani, hajui ni saa ngapi. Na wanawazuoni kujua mambo ya, ya anga hakuna mushkeli. Ikiwa wazungu wanaweza wakatueleza hali ya hewa mpaka mambo ya mwaka ujayo, kutakuwa na kadha, kutakuwa juu, kutakuwa na masika, kutakuwa kuna kupatwa jua na mwezi na vikato Sembuse kibaru ulama. Kwa hiyo, katika ilmu yake akaona ya a nyota kubwa, na nyota ile siku itakaposhuka, atakaye kutana na mke wake, bila shaka atampata mtoto wa miujiza, atampata mtoto mkubwa, mtoto wa ajabu. Ile tarehe akaiandika katika mlango wa nyumba yake, asisahau ya ilivyosika ile tarehe. Akamwambia mke wake, toka nje, washa moto kwa sababu kuna baridi, ilikuwa masiri. Halafu itizame ile nyota, ukiiona imeshuka basi haraka njoo unaambie, alafu njoo tukutane kimwili. Insha Allah nyota ya ajabu imetoka kwa Allah wa ajabu na atapatikana mtoto wa ajabu. Mema kadirillah. Mke yule akakaa nje kusubiria nyota ile, lakini jirani yake anaitwa Mzee Malakani kuchungulia katika nyumba katika dirisha la nyumba yake akamkuta mke wa jirani yake saa nane za usiku takriban amekaa nje, akamwambia mke wake Pengine wana shida wale, huwezi ukajua. Kwa hiyo nenda kamuulize kuna habari gani. Akatoka, alipofika akamwambia shoga, hebu nieleze kuna nini, mbona umekaa peke yako? Asema, kwa sababu mume wangu Sheikh Katani ananambia kuna nyota, na nyota hii ikija, tukifanya kadha itapatikana kadhaa. Akamwambia, basi, nilikuwa najua mna matatizo haya, basi makesho mema, mimi naondoka Alipofika akamsimulia mzee wake au mume wake, mzee Malakani. Mzee Malakani akasema Kahtan ni mwana wa chuoni, anajua mengi. Kama hesabu zake zimekosea hakuna chochote kitakachotokea, lakini kama hesabu zake na ilmu zake ni za sawa, ile nyota ikitokea kweli, atazaliwa mtoto wa ajabu. Kwa hiyo na mimi, mke wangu, nakuhusia na wewe na, nenda takae sehemu yako, uisubiri hiyo nyota, ikija pia njoo. Mwanamke yule akatoka, akatafuta sehemu yake, baridi kali, yeye hajawasha moto, yule alowasha moto, joto joto lile akasinzia. Baada ya hapo, akiwa amesinzia, ile nyota ikatokea, nyota kubwa akuwabolika wake bila dunia meshuka mbio akaenda mpaka kwa mume wake, akamwambia nimeiona nyota ile kweli imedhihiri. Akamwambia, haya, sogea hapa tukutane, wakakutana. Lakini yule mwingine naye mwisho mwisho usingizi unamtoka ah, anaiona nyota ile, akakimbia mbio kwa mume wake, akamwambia nimeiona nyota ile, lakini kuchelewa, usingizi ulimchukua Mzee kafani akamwambia mkewe, hakuna neno, midamu umeiona, hakuna neno, tutakuwa tumekosa tu fadhila zile za kuwahi. Basi ndio mke wangu uridu kilifera, akastareka naye, akashika mimba na yule wa mwanzo pia akashika mimba, na wote wakazaa, na wote wakazaa watoto wa ajabu. Yule wa kwanza alowahi alimzaa mtoto ambaye Mwenyezi Mungu alimpa milki nzima ya akhera yote, lakini huyu wa pili akampata mtoto ambaye, kwa maneno ya Mtume Muhammad, amepewa milki ya dunia nzima, Malakul ardh au malakul dunya arbaun muminain wa kafiran, wala umiliki dunia katika uwezo, utajiri na ni wanne waumini wawili makafiri wawili, ama waumini wawili. Tutamwona huyu miongoni mwao watoto hao wawili. Kweli walikuwa watoto wa miujiza mikubwa. Wa kwanza anaitwa Balioli au Baliya ibnu Malakan ibnu Fihir ibnu Arfakshad ibnu Masikh ibn Iram ibn Sam ibn Nuh au kipenda mwite Abdul Abbas au kipenda mwite Alhadr. Na kulijua jina lake kwa ukamilifu, kuna fadhila yake kubwa sana. miujiza yake saina lhadr Al alikuwa akipita pahala sehemu kame, basi ile sehemu inawika inakuwa ya kijani. Akipita sehemu unaona nyayo zake. alikuwa akiitwa Qarnain ibn Qahtan, huyu naye ni wa miujiza vile vile, na huyu atabeba kidogo hotuba yetu, dakika chache tu. Miongoni mwa miujiza yake alikuwa havui kofia mda wote, anakofia kwa sababu alikuwa akitoa kofia yake, alikuwa akionekana kichwa chake kina pembe mbili, kina pembe mbili kichwa chake. Na kuna kauli nyingi, kuna kauli nyingi E, miongoni mwa kauli hizo alionekana na nyama mbili usoni e, kama pembe mbili. Wengine nasema ilikuwa pembe hasa, lakini wengine nasema kuitwa Ulkarnain kwa sababu peke yake katika dunia ameshawahi kwenda maghrib shams pale jua linapozama kisha akaenda matlaa shams jua linapochomoza peke yake katika ulimwengu. Singii sana kwa leo, sio historia yake kuna mwendelezo wa hotuba yetu. okay, hawa siku miongoni mwa siku au ni kupe kidogo tu, wala sichelewi. Baadhi wanasema alikuwa akiitwa Iskandar Alex. Wanasema Alex ni mtu alijifanya kama yeye, na walosema anaitwa Alex sababu wanasema mamake alikuwa na maradhi kutoa harufu mbaya wakati ni mjamzito akaambiwa kuna mti wa Mualex, ukiutumia mti huu ambao kuko Iskandaria, hii harufu itaisha, mumeo atakuwa karibu na wewe na mume wake ni mtu wa, wa tibb la shab. Alipotumia mti huu, akampa mwanawe jina lake Alexander, lakini wengine wasema la Qurani haikumwita hivyo, anaye mwenye Wakifubi, Mungu. Kwa kifupi ni mcha Mungu, wakabri ni mcha Mungu na walikafana jiha sabili mpaka wakaanda jeshi la askari milioni 60 milioni 60, wakiwa wanapambana wakaamanzuri, lakini Dhul Qarnain yakamfanya zaina qabr balia au balioni kafanya namwaziri wake wakati wanapigania dini ya Allah, inastawi wanafikia amali matumaini, pengine umma mzima ukaongoka. Walikuwa na hirsi na tamaa, ndio maana wamesimuliwa wote ndani ya Qur'an, Qurani wayasaluna ka an Dhil Qarnain, wanakuuliza nani Dhul Qarnain, hebu waeleze. Mtume akaanza kutiririka hizi habari za Dhul Qarnain, sio hadithun muftara, si habari wote wamesimuliwa wane. Basi wakasema, wakashauriana na waziri wake Saina Khadir na Dhulqarnain wasipate tabu sana. Baadhi wanasema Dhulqarnain na Saina Khadir ni ndugu kabisa, lakini wengine wanasema ni majirani alhasiri, walikuwa pamoja, waliishi pamoja, walifanya kazi ya dini pamoja, pamoja ni wakubwa sana. Sasa wakasema, tungemwomba Allah angetupa umri mrefu, kufa kupo lakini tutimize haja za dini, tungepata umri kidogo. Sasa wakamwomba Mwenyezi Mungu, umri utupe umri mrefu, ya Rabbi, tupiganie dini. Wanasema walikuja malaika, kwa sababu ndo waliwaagiza malaika, walikuwa wakionekana zamani, wakasema, mmekubaliwa ombi lenu, tapata umri lakini kwa masharti Itabidi mtembee upande wa magharibi, mwende sana huko magharibi. Mkifika huko mtapita ardhi ambayo nimchana, ni mchana lakini hapo ni lailati dhulma, kiza kizito, na tunakupeni taarifa mapema. Hiyo sehemu afiki mtu wa kawaida kawaida anayefika kule, binadamu anakufa. Lakini sio, mmeombewa inshallah, mtakwenda, mkifika huko kuna ainun hai au uyunun hai, kuna mtu wa uhai mtu atakayebahatika kunywa maji yake atapata umri mrefu sana, na ukiingia mara moja ukitoka ndo basi tena. Lakini atakayepata itategemea mtu yakini yake kwa Allah na imani yake an, maombi, luwa, zimkubwa, na tadharruan maombi dua za usiriazi mkubwa ndo ataafikiwa kuona vitu kama vile. Ndo pale Qur'ani isema hatta balagha maghriba shams, ikabidi aende safari upande wa magharibi linapozama jua, wajadaha akalikuta jua. Dhulqarnain pamoja na sena khadri pamoja na jeshi la askari milioni 60, taghrubu fi ainin hamia, linazama katika haul maji mazito tem, katika chemchem ya matope. Wajada indaha qauma, na kule akawakuta watu makafiri, hawamwabudu Mungu wahai, ukamwambia imma antuadhibahum Ukitaka kate vichwa marake, hawamtambui Allah, dawa ilianza hapa, au wasamehe. Na mwenyewe akaanza risala, mfalme Dhulkarnaini ama man dhalama, atakaendelea kukataa dini tutamwadhibi, atarudishwa kwa mola wake. Lakini yule ambaye atakayebadilika tutamwacha na Allah nitamfanyia sahali mambo yake. Alivyofika sehemu hiye akapita, akawa anaondoka mpaka wakaingia katika ardhi ambayo giza totoro limeshika sehemu ile. Wakati wanafika mpaka wanatembea hawaonani, giza kubwa. Lakini wale malaika, wakati walikuja, walikuja na kitu kama kitenesi, ndani yake kinapiga kengele kama ile kengele ya basikeli. Ikabidi wakitupe, kikawa kinabiringika, sasa kinapiga kelele. Kwa hiyo wana, wanafuata ule mlio wanakimbiza lakini katika kukimbia katika ardhi ile wanasikia ardhi ile ina akisi inalia lia, milio fulani, kuna vitu wanakanyaga wakauliza, tunakanyaga mawe gani? kitu gani tunakanyaga chini? Wakaambiwa, hiyo ni ardhi ambayo hivyo mnavyovikanyaga, atakayeokota atajuta, na atakayeacha kuokota atajuta. Wakachanganikiwa sana. Heh? Sasa tuokote au tufanye nini? Wakawa wanaenda, lakini sehemu ile pale akapotezana Saidna Khadri na Saidna Dhul Karnain. Walipoenda huko mbele Sayidna Dhul Karnain na Sayidna Khadri, Khadri akafika sehemu, akakutana na ndege mkubwa mkubwa sana analia. Wakati analia anatokwa na machozi mengi lakini tizama, fadhila, ndege yule akawa anamsalia Mtume Muhammad, kawa anamsalia Rasulullah. Kisha mbeleni akakutana na mtu, lakini inaelezwa si mtu, alikuwa ni malaika wa Allah. Alipokutana naye, yule malaika kisha akampa kijiwe kidogo sana, kidogo kama hivi. Baada ya kukumbatia kijiwe kile, akaenda sehemu zingine hatuzitaji, lakini alipofika kwenye mji, hamaka tu akajikuta iko pale ambapo safari yake ilianzia. Kama we leo unatoka hapa unaenda Mbeya, kisha ukifika Mbeya unafika kwenye nyumba fulani, ukifika tu unajikuta upo Dar es Salaam tena. Imekuwaaje eh? Tena mambo ya Mungu hayo. Saina Khadri akawa anaomba dua ya Rabbi, yale maji ya uhai yale na kuomba utupe tupiganie dini ya Rabbi, lakini angalia anamtakia mwenzie heri, ila yale maji usinipe mimi, mpe Dhulkarnaini, yeye naona anastahiki kuliko mimi, mpe yeye ya Rabbi. Kwa dua yake ile na kumpendelea mwenzie heri, tahamakia mbele yake ukatokea mto. Ulipotokea mto, akajua ndo ule ule mto wa uhai. Ikabidi Saina Khadhiri aogelee na nguo zake, kisha akanywa yale maji Alivyomaliza tu naye akajikuta yuko pale pale alipoanzia safari yake, kisha baada ya hapo kurudi pale wakakutana kwa pamoja. Baada ya kukutana kwa pamoja wanamshangaa mwenzi wake Dhulkarnain, wanamshangaa saina Hidhiri. Wanamshangaa kwa kitu gani? Kabadilika Dhulkarnain Hidhiri kisha baada ya kuoga maji maji kutoka peponi kawa kijana mpaka nguo zimekuwa mpya, wakaambia, ah, wewe bwana utakuwa umekunywa yale maji yale maji tunoyatafuta wewe umekunywa, wewe ndo mcha Mungu wetu, wewe ndo mbora. Yale kusema vile akatoweka tena pale akawapotea. Sema kipande cha mbele tu. Katika msiba wa mtume Muhammad yalitokea mambo mengi, mapishano kidogo ya sahaba mtume, tumzike wapi, imamu awe nani nani? Anze kuswalia basi? Hivyo hivyo, baada ya pale wakasema tumkosheni mtume Muhammad, ikaja sauti hewani, la taghsiluhu fa innahu tahirun, msimkoshe, huyu ni msafi, ni tahara, mnaosha nini mtu? Lakini pale pale ikakatiza sauti nyingine hewani, bal faghsilu faqad ghusilat al-anbiya min qabl, mosheni mitume wote waliopita kabla yake walikoshwa. Na Ali akasema ile sauti ya mwanzo msimkoshe, atubullah iblis ni iblisi yule, ataka tusimkoshe mtume kwa nini? Haya, na hii sauti ya pili asema akhikum Hidhiri, hii ni sauti ya ndugu yenu Hidhiri, kaja kwenye msiba wa mtume. Na wanasema pia alionekana mtu amenyanyua mikono, nywele zake zikawa timtim -tim, akawa analia buka alhazin, kilio cha huzuni kisha anasema hivi kitu chochote hata mkipende vipi, one day yes, Mungu atakuja kukichukua kitu chake, lakini atakuachieni ikhlas na matendo mazuri na uthabiti na jihadi na jitihada katika dini. Wakasema sahaba, akhikum Hidhiri, huyo ni ndugu yenu Hidhiri, amekuja kupambania dini. Siku katika mimbari hii tukiongea historia yake tutaona mengi huko, hatuendi huko, lakini kabla ya kutoweka Hidhiri anamtizama Dhulqarnaini kashika kijiwe kidogo chekundu, akasema tukufika kule kuna mtu aliniima hichi kijiwe. Baada ya pale akasema tutengeneze mizani, walikuwa na akili hii. Baada ya kutengenezwa mizani ile, basi akachukuliwa mawe kuwekwa kwenye mzani na kile kijiwe, kile kijiwe kikawa kinashinda ile mawe. Watu wa zamani walikuwa wakubwa, wakachukua majabali mengi, kile kijiwe kizito, kila wakichukua eh. Mpaka mzani unavunjika, lakini kile kijiwe kina power kubwa sana. Kile kijiwe ni kitu gani? Ni kidini ambacho kimetoka kwenye ardhi ile, dunia nzima hakuna thamani yake, na ule ndio utajiri wa Dhulkarnain ni utajiri mkubwa sana kiasi ambacho, kwa kidini kile, Dhulkarnain ilikuwa kila mji anaoshuka duniani kuna majumba yake, akija ya Tanzania kuna miji yake mji mzima Dar es Salaam ni wa kwake peke yake, utajiri mkubwa sana kiasi ambacho mpaka akawa lugha za watu wote duniani, kila anapofika anazungumza. Mfalme Dhulqarnain, sasa kile kijiwe kile ndio ile ardhi waloikanyaga, walioambiwa atakayeokota atajuta. Kwa nini atajuta? Atajuta kwa nini nimeokota kidogo. Yeye mwenyewe alijuta, ndio nichukue hichi kimoja hivi, kumbe ilikuwa nifanye hivi. Na yule ambaye hata okota atajuta kitu gani atajutia? Ah, kwa nini sikuchukua? Nimetoka na ufukara kama huu. Hotuba yetu iliyopita katika biashara kubwa katika dunia, madini. Na mtume akaambiwa, wa rawadatuhu aljibalu an takuna laka dhahaban, unaonaje milima ya Maka tuifanye dhahabu upate kutumia. Miongoni mwa biashara tano kubwa duniani, biashara ya mwanzo ni madini, na ili uyafaidi madini usiyauze kama nyanya. Mwislamu kuna kuuza kidogo kidogo ndani ya nchi na kuna kuuza mbali. Muislamu itakiwa awe na nia kubwa kubwa, muombe Mungu upate sekta ya e madini. Madini yako ndani ya nchi yetu, tunataka kila muislamu awe bilionea. Kwa uleo bilionea wake apiganie dini. Dhulqarnaini mali zake zote aliipigania dini, na kuna kauli inasemeka Hidhiri mpaka leo anatamba kwa sababu ya dini tu. Sisi hatuna future ya dunia, dini tu. Kwa hiyo tukiwa sisi vibiashara vidogo vidogo, hatusongi mbele, kwa sababu dini hii. Hapa nimepewa karatasi imeandikwa Kiarabu <tos> <tos> <tos> watu wakungushe sadaka, kwa sababu na ya matumizi ya msikiti pesa zinatakiwa, itakiwa Ijumaa kama yale, mtu mmoja atoe, anafungua pochi analeta, lakini hatuna kwa hiyo ili upate kuwa mtu mkubwa kidunia na dini ipate faida, biashara tano usiache Muislamu. Ya mwanzo kabisa zengine mkutaraza kutafuta tonge tu basi, usijione unauza bei mbili, ukasema alhamdulillah, mambo yanaenda vizuri, pamoja umetoka tokatuambia, tafuta dunia yako kama unaishi milele na iandae akhera yako kama utakufa kesho. Kwa hiyo kupambana ni kitu muhimu sana, wazungu wasema life is worth lakini pia kuna baadhi ya madhambi hayafutwi na sala wala funga, illa bi talabil ma'ish, ila kwa kutafuta maisha. Ijumaa tuliyopita alikuwa na Sheikh Salim Sheikh Shafi Basalim, alinifurahisha sana akasema wajua kupanda daladala ni haramu, kama nilimuelewa vile, kwa sababu dini yetu nyingi inaharibika huko. Tukiwa msikitini kweli hatutaki ikhtilaf watu wasichanganyike, lakini kwa daladala hatuna ujanja kabisa, hali taabani kwelikweli. Kwa hiyo biashara ya kwanza ya kusimama nayo, Allah akufungulie, biashara ya madini. Biashara ya pili, biashara ya mafuta. Hakuna gari lolote wala bajaji wala bodaboda wala ndege wala generator wala chochote isipokuwa mafuta. Mi wakati nakuja kwa gari nimeona taya mafuta imewaka mpaka naiuliza nitaweza kufika msikitini na, na kurudi nikaongeza mafuta mafuta. Cha ajabu sasa, unajua mafuta yako wapi? rabbi jal hadha baladan amina waarzuku ahlahu min lthamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahimu ameiombea nchi ya Saudia, Mungu aipe amani lakini alete na matunda mbalimbali mbali. miongoni mwa matunda fitrur yajuruna fi butuni arbihim. Nchi hizo za Kiarabu petroli zinaburuzika katika matumbo ya ardhi zao, na ndio maana duniani hakuna nchi tadiri na